Yes, mambo vipi? Niko na habari kutokea huko eh, Marekani ambapo sasa eh, Marekani imeweza kuondoa wanadiplomasia wake eh, kutoka Baghdad na Erbil, ishara kuwa kuna hofu kubwa eh, kuwa Israel huenda ikazishambulia eh, ngome za nyuklia za Iran, bila idhini ya Washington. Taarifa pia zikiendelea kusema kwamba maafisa wa kijasusi wako kwenye hali ya tahadhari kubwa sana. Diplomasia eh, eh, mwanadiplomasia mmoja mwandamizi wa Mashariki ya Kati aliwaambia Washington Post. Eh, na namkote hapa kwa kile ambacho alikisema, alisema hivi eh, Tunatazama kwa wasiwasi wasi. Hali ni ya kutisha kuliko wakati wowote wa uliopita. Hiyo ndio, ndio kauli ambayo aliweza kuiongea bwana huyo mwana e, diplomasia. Lakini taarifa inaendelea kusema kwamba hatua ya haraka ya wizara ya mambo ya nje e, kuhamisha wafanyakazi ni kati ya ishara wazi zaidi kuwa na mzozo wa waki, kikanda unaoweza kulipuka muda wowote. Hakuna vita ambayo iliweza kutangazwa, lakini kila dalili zinaonyesha sasa. Nini ya, ya sababu au sababu ya vitu hivi kuweza kutokea? Kitu cha kwanza ni onyo la usalama hatari. Pia haijaweza kufichuliwa wazi, lakini he, kuna mvutano mkali kati ya eneo he, kutokana na ongezeko la vitisho he, kutoka Iran ikiwa ni pamoja na taarifa kuhusu mashambulizi dhidi ya kambi ya Marekani ikiwa mazungumzo ya nyuklia yameshindwa. Lakini sababu ya pili ni kuongezeka kwa migogoro, mazungumzo ya nyuklia yameweza kushindikana na Marekani ili e, iko na wasiwasi juu ya ujenzi wa, mkat, e, wa mkakati wa pamoja, lakini pia wa, wakikanda wa, wa dhidi ya Iran. Lakini na e, sababu ya tatu ni usalama wa waajili wa kifamilia e, lakini sasa hii ni, pia ni, waliweka uta ratibu hiari kwa wageni lakini pia wanajeshi wa Marekani kuondoka e, kutoka eneo lote la mashariki ya kati sasa athari gani ambazo pia zinaweza zikapatikana mara baada ya yote kuweza kutokea idadi ndogo ya wanadiplomasia imeweza kubaki pale sasa baada ya kuweza kuondolewa ubalozi, ni, e, une, e, ubalozi unaendelea na shughuli zake lakini na wafanyakazi wachache tu ikiwa ni pamoja e, na balozi lakini pia athari nyingine ni taaluma ya kidiplomasia imeweza kupungua sana operesheni za kawaida zinaendelea lakini kwa viwango vya chini kutokana na kupunguzwa eh, kwa uwezo wa kuweza kushughulika na shughuli nyingi ambazo zilikuwa zinaendelea eh, kushughulika pale. Lakini athari nyingine ya mwisho ni uchumi wa usafirishaji. Sasa ujio huu umeweza kuchochea mabadiliko ya bei za mafuta na kuweza kutoa tahadhari kwa usafirishaji majini, eh, majini eh, kuhusiana na hali ya kiusalama. Endelea kutufuatia katika mitandao yetu ya kijamii kama Facebook, Instagram pamoja na X, bila kusahau hapo YouTube ukisubscribe okay, channel yetu utakuwa umefanya poa zaidi chao.